Habari. Leo nitakuletea vyakula visivyosaminiwa, lakini ni vyakula ambavyo ni vyakula vinavyojenga mwili, vyakula vizuri kwa ajili ya afya yako, lakini mara nyingi watu wengi hatuvisamini. Chakula namba moja ni mayai. Watu hatutumii mayai, tumeshachukulia ize kwa sababu yanapatikana tu. Lakini chakula namba mbili parachichi, avokado. Tunavyoongelea avokado tunaongelea pia mbegu yake. Kwa hiyo kula hadi mbegu yake, acha kula. Namba tatu ni almond rose au mbegu za rose, zitumie mara kwa mara. Sardine fish ambayo tunasema uh, samaki ya sardine. Lakini pia kuna chocolate nyeusi ambayo tunasema dark chocolate. Lakini kuna uh, tunda jingine tunaliita kukumba au tunaita ni tango, wengine wanasema tango poli. Haya, ni hivi ni vyakula ni baadhi ya vyakula visivyosaminika, visivyo, lakini ni vyakula kwa ajili ya afya yetu. Tuambie hapo chini ni tunda gani ambalo umekuwa haulitumii mara kwa mara na umekuwa ukilichukulia poa, lakini pia ni tunda ambalo ni la muhimu kwa ajili ya afya yako a, na kwa ajili ya kutengeneza a,